Namfahamu Mheshimiwa rais wa Zanzibar kwa vitendo vyake, wote alivyotamka ni matekelezo sahihi, tumeona. Lakini mwanzo, ni mimi sijategemea aona kama rais atakuja atakaa. Kama unajua, sisi wa Zanzibar wengi sana tumezoea kipindi cha nyuma, mambo mengi yanakuwa yanazungumzwa, lakini utendaji unachelewa. Lakini tunashukuru kipindi chake mheshimiwa rais huyo aliyekuwa madarakani utekelezaji wake ni wa vitendo. Tumeona na Zanzibari wengi hawakuamini shule inatengenezwa ndani ya mwaka mzima, kuna maendeleo mawili matatu. Lakini kwa kipindi hichi toka tunayo Mheshimiwa Hussein Mwinyi, nashukuru Mungu, alhamdulillah akisema mwaka huu atafanya mambo matatu, yanafanyika. Ukiangalia aina za uzungumza ja sana tunaziona, na ile soko ile hapa liapa hatua tupofikia alhamdulillah, yeye ndio alimalizia. Tuna malengo hapa sokoni, baada ya kutoka ngarawa tukavumilia alivyotuambia, tuka kufanya tuka kazi. Awamu hii ndani ya miaka atakomaliza mitano, mingine miaka kumi

maendeleo kweli yanakopa, kila pale aakia pesa ngumu ya familia wenye kujenga, kuna taratibu zake, unaona na kubadilika wake. Hata sisi kwenye familia kutujenge ni lazima tujibane, matumizi ya kula, matumizi ya nguo, mambo mengi tujibane, ili ufanye kitu cha maendeleo baadaye kipatikane, ili baadaye kupata raha ya baadaye. Sasa naomba wananchi wavumilie, washikane na useminyi, wanaomba na viongozi mbalimbali waliochaguliwa na serikali wao ndio watekelezaji wake, waliwapa nafasi hapo, wamsapoti vizuri kwa vitendo, wasimkwamishe, walete maendeleo mazuri.